Baada ya mume wa Hamisa Mobeto Stefano Aziziki kupata majeraha akiwa katika uh, shughuli zake za kikazi, yani akiwa ya katika mchezo ambao ulipigwa pale Aman Complex dhidi ya Azam FC katika ligi ya mabingwa barani Afrika uh, basi tumeweza kushuhudia watu wengi sana wamejitokeza kwa ajili ya kumtia moyo dada yetu Hamisa Mobeto, lakini pia tumeweza kuona ni kwa namna gani klabu ya Wydad Casablanca imesimama na mchezaji wao, kuanzia alipopelekwa hospitalini mpaka alipopata nafuu, basi wamekuwa mstari wa mbele sana, kitu ambacho kilimpatia moyo mkubwa sana mwanadada Hamisa Mobeto, na kuona kwamba ni kweli mume wake kipenzi alipata majeraha kazini, lakini ule upendo ambao timu ya Wydad Casablanca imeendelea kuonyesha katika familia ya Aziziki, basi kila mmoja amesema wao ni jambo Zuri ni jambo kubwa ambalo wameweza kulifanya, lakini kitu ambacho siku ya leo kimefanyika kwa mwanamama Zari Ze Boss Lady, Zari ameweza na yeye pia kutoa pole zake, lakini pia kama ambavyo tunafahamu Zari na Hamisa Mobeto ni watu ambao wanazungumza kwa muda mrefu sana, lakini pia ni watu ambao ni marafiki wa karibu. Sasa Zari akaona isipite bila hata kutoa pole, lakini pia ameweza kuposti katika ukurasa wake wa Snapchat picha ambayo ikiwa inaonyesha Aziziki akiwa pamoja na Hamisa Mobeto, alafu akaandika akaandika message akasema, you will be fine soon, akaweka in law. Inamaanisha kwamba atakuwa sawa hivi karibuni shemeji yake. Sasa namna ambavyo Zari ameweza kuandika huo ujumbe kupitia peji yake ya Snapchat, a basi, mashabiki wengi sana wameonekana kufurahishwa, wengine wakiwa wanadai Zari, una moyo wa kipekee sana, kwa sababu ukiangalia kile kipindi ambacho msanii Diamond Platnum alichepuka na Hamisa Mobeto kulitokea ugomvi mkubwa sana kati ya Zari pamoja na Diamond na mpaka kufikia hatua Diamond akaachana na Zari the Boss Lady. Uh, chanzo kikubwa ambacho huwa kinazungumzwa ni Hamisa Mobeto, kwa sababu Hamisa ndiye mwanamke ambaye alipata mimba ya Diamond Platinum e, kipindi ambacho Zari the Boss Lady amejifungua mtoto wake wa pili ambaye ni Nilan. Lakini baadaye Zari akaona bifu la nini, kwa nini tuendelee kuwekeana bifu baadaye akaamua kuweka sawa na Hamisa Mobeto, alafu akaamua kuachana na msanii Diamond Platnumz. Neno kubwa ambalo alimwambia Hamisa Mobeto kipindi kile cha nyuma, alimwambia hatuwezi kugombana kisa wanaume, wanaume ni watu ambao wanajuana, ni watu ambao wanazaliwa na baba mmoja, jambo ambalo mpaka leo hii Hamisa Mobeto anamheshimu sana Zari, lakini pia Zari anampenda sana Hamisa Mobeto na anamchukulia kama mdogo wake, na ndiyo maana mpaka leo hii alipoona Hamisa amepata matatizo, akaamua basi na yeye aweze kumtia moyo, aweze kumtia nguvu kwa sababu lilikuwa ni jambo gumu sana. Ukiangalia Hamisa Mobeto, na yeye pia alikuwa uwanjani. E, jambo la kumuona mwanaume wake ameanguka chini ajitambui, anabebwa na machela e, basi sio jambo la mchezo wala sio jambo ambalo eh, labda mtu mwingine eh, likimfika ndipo atakapoelewa. Lakini Hamisa Mobeto alikuwa na hali mbaya, baada ya kumuona mume wake anakimbizwa katika gari eh, la wagonjwa, alijisikia vibaya, lakini pia alishindwa kujizuia, akawa anaangua kilio, jambo ambalo mpaka sasa hivi eh, basi kila mtu analizungumza kwamba imekuwaje, itakuwaje. Lakini eh, Stefano Ziki yupo sawa eh, mpaka ameweza kuposti yake ya Instagram kuonesha wazi yeye yupo sawa, na amewashukuru wale wote ambao walimpigia simu, wale wote ambao wamemtumia message kumuuliza, upo sawa, umepona, kitu gani ambacho kimetokea. Mambo mengi sana Aziziki ameweza kuyaona na akawashukuru wa Tanzania, na kushukuru marafiki zake ambao wameona ni kwa namna gani Aziziki alikuwa na mchango mkubwa sana kipindi kile anaitumikia klabu ya Yanga, na mpaka leo hii basi, Aziziki bado anaipenda sana klabu ya Yanga lakini pia Ziziki anawapenda sana Watanzania walimsapoti katika, katika kazi yake ya huu mpira wa miguu mpaka kufikia hatua kuonekana katika timu kubwa ya Moroko ya Wydad Casablanca. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa kiukweli. Na namna ambavyo Zari ameweza kutoa pole zake eh. Basi hakuna mtu ambaye alitegemea, hakuna mtu ambaye alitarajia, lakini tayari ishatokea hivyo. Zari Zobusledi anaga anagashombovu ameamua kutoa pole. Matatizo yanampata mtu yoyote eh, matatizo yanamkuta mtu yoyote basi, unapopata nafasi ya kumfariji mwenzako eh, hakikisha unamfariji kisawasawa kweli kweli, subscribe, kulike na kuturn on notification.